Anapokuja mchezaji Simba lazima anakuwa na pressure fulani, hata makocha wanakuwa na pressure. Kwa mfano kocha huyu ndio anachukua nafasi ya kwanza kushika katika klabu kikubwa bani Afrika vile, kwa hiyo lazima anaweza akaingia na pressure, lakini mwingine akaingia yuko vizuri. Ndio Sowah ilikuwa hivyo na sasa hivi Sowah anaonekana na uwezo mkubwa Sowah uh, kwa namna ambavyo anavyocheza Simba ameokota dodo eh, tumeokota dodo, lakini sio dodo tu, hata mwokotaji mwenyewe halichukua vizuri, maana mwingine angeza kuchukua kaipiga hii kweli ni embe lakini iliokotwa vizuri hapa. Nakusudia viongozi wa Simba wamemtunza, wame vizuri ule mchezaji pamoja na timu nzima ya klabu ya Simba, yaani nazungumzia ya pale benchi la no ufundi. Ndio sawa sana, inaonekana kwamba tumeokota dodo kweli, ambapo hakuna mtu wa mwembe eh, uko kuokota dodo barani hakuna mwembe pale, woneenda kuokota dodo na miujiza, ya miujiza imekuja. E, kikubwa ni kuondoa dharau na kutokujiamini. Tusijiamini, tuingie kama kwamba sisi mechindo finali tutafanya vizuri. Na hiyo ndio slogan yetu. Simba tunaingia katika mechi zingine kama kwamba ndio finali, lakini tukiingia kwamba tunajiamini yanaweza katokea pabaya, kwa sababu katika kundi lile watu wengi wanasema Simba ndio atakuwa namba moja. Simba ndio atakuwa namba moja. Kwa hiyo naamini tutafanya vizuri. Wasijiamini kupiteliza, eh, wasijiamini kupiteliza kabisa. Haya mashindano ni makubwa; kila mtu mpaka amefikia hatua ile, basi ana uwezo mkubwa. Tuseme kwamba kuna mtu mwenye uwezo. E, ila jamaa zetu kwa kundi lile wenyewe wanajua kwamba wao ni bye -bye. E, kabisa ukweli ni huo. Bingo, kuelekea, robo finali, Simba, bye, bye pamoja na fitna za Warabu, lakini Warabu mpira wanapiga asikwambie, yeah. Mtu pia wanapiga na ndio maana Warabu wakipangiwaga na Simba Sports Club wanajua hapa biashara ishakwisha kabisa kwema. Eh, kwema, kwema. Yeah. Yeah, lakini umeiona na watu wameiona Watanzania wote kwa sababu season haiangaliwe na mtu fulani, Watanzania wote wameiona, hususan Afrika Mashariki na kati, na hata katika jangwa la Sahara wameiona. Hebu kwa tathmini yako fupi, wewe ulivyoiona na unavyohisi wengine wanavyoiona, wanaiona kwa namna gani? Yani kila akiangalia, wanaiona kwamba ubayo bora umerudi, kwamba sasa Simba imerudi katika hali yake ambayo ilivyokuwa, tofauti na watu walivyokuwa naitangaza sivyo hivyo? Kwa hiyo yani, iko vizuri mpira unachezwa, unaonekana, pasi zinapigwa, wachezaji wenye vipaji wanaonekana wanafanya nini, kazi inafanyika. Kweli bana, miongoni mwa wachezaji ambao wenye vipaji walokuwepo katika kikosi cha Simba ni Black Lion ama Simba mweusi Jonathan Soa. Wakati anasajiliwa Jonathan Soa, yalizungumzwa mengi kwelikweli, kwamba mchezaji ambaye nidhamu yake iko chini sana, na anaweza asiwe eh, yule ambaye wana simba wanamtegemea, lakini ni kama imekuwa tofauti hivi. Soa ame, ameonekana kutulia sana. Nadhani ni kipi hasa ambacho kimechangia mabadiliko haya kwa Jonathan Sowah. Ni kawaida aliingia akiwa na hofu kubwa sana kwa sababu unaweza ukakuta mtoto wako ameperform mpaka amepiga 1 1 1. Naona bwana. Lakini akienda form 1 kule eh, kwa mchochetu kwanza ndo anaingia sekondari akawa na off. Kwa hiyo anaweza akafanya vibanda nne na sita mwaka mzima, lakini alipokuwa form 2 anarudi katika hali yake ya ubora. Kwa hiyo hicho ndicho kilichomkuta Sowah. Na nataka nikwambie, ndugu mtangazaji, tuliona kwa kujiwa mpanzu mpanzo akaonekana, fai afungi magoli pasi sio, anapiga fyongo, lakini akawa ametulia, na sasa hivi ana uwezo mkubwa, na hiyo tunatokana kwamba hawa wachezaji walikuwa hawajakuja kucheza katika timu kubwa barani Afrika. Unapozungumzia timu kubwa barani Afrika na Simba Sports Club Wekundu wa Msimbazi wamo, na ndio maana iko katika nafasi ya tano pale. Leo tuko katika kumi bora karibu, takriban sisi miaka kumi na kitu tuko pale katika kumi bora. Kwa hiyo anapokuja mchezaji Simba lazima anakuwa na pressure fulani, hata makocha wanakuwa na pressure. Kwa mfano kocha huyu ndio anachukua nafasi ya kwanza ku, ku, ku kushii katika kilabu kikubwa barani Afrika. Kwa hiyo lazima anaweza akaingia na pressure, lakini mwingine akaingia uko vizuri. Ndio Soa ilikuwa hivyo, na sasa hivi Soa anaonekana na uwezo mkubwa Soa, eh, kwa namna ambavyo anavyocheza Simba ameokota Dodo. Eh, tumeokota dodo, lakini sio dodo tu, hata mwokotaji mwenyewe halichukua vizuri, make mwingine angeweza kuchukua akaipiga, hii kweli ni embe, lakini iliokotwa vizuri. Hapa anakusudia, viongozi wa Simba wamemtunza, wame vizuri mchezaji pamoja na timu nzima ya klabu ya Simba, nazungumzia pale benchi la ufundi. Ndio inaonekana kwamba tumeokota dodo kweli, ambapo hakuna mtu wa mwembe ha? hey. Nani, kata... dodo barabarani, hakuna mtu mwembe pale, wewe unaenda kuokota dodo, yani miujiza imekuja eh, miujiza eh. Kwa hiyo amekuja katika timu sahihi, amekuja katika klabu barani Afrika ni kikubwa, na ndio maana unapozungumzia medani za soka katika nchi ya Tanzania, timu gani inaitangaza Simba katika medani ya soka, utaambiwa ni Simba Sports Club. Tanzania iko juu kimpira kwa sababu ya Simba Sports Club. E, na ulimuuliza swali hapa mwenzangu mmoja mzee mwenzangu huyu e, kuhusiana na Sunderland wakati huo na Simba Sports Club tofauti. Tofauti zipo kweli. Tumeweza kufanya vizuri tukiwa hatuna hata mchezaji mmoja kulipwa. Tumefika nusu finali klabu bingwa Afrika. Tumeweza kuvitoa vilabu vikubwa bani Afrika kama vile Asante Kotoko, Yakuma Sipalegana lakini tukaweza kuwatoa Zamalek ya Misri, ndio klabu tajiri bani Afrika, Kotoko, toa, e, misindo, tajiba, Afrika pale hapo hatuna hata mchezaji mmoja kulipwa, lakini tumeingia katika wachezaji wa kulipwa, pia tumefanya vizuri, tumeweza kufika finali kwa bingwa shirikisho, lakini tumeweza kuingia robo mara tatu, lakini tumeng'ang'ana katika kumi bora. Hayo ni mafanikio. Kwa hiyo tofauti ziko hizi. Eh, sasa jamaa zetu hao wengine hawajafanya vizuri wakiwa na wachezaji wazawa, hawajafanya vizuri, wamekuja kufanya vizuri wakiwa na wachezaji wa kulipwa. Lakini je, walifikaje? Walikutana makundi ambayo nchi zao zina vita timu inakuja kucheza hapa mechi yake ya kwanza hapa, mechi yake ya pili hapa, eh, nyumbani kwao kuna vita, lakini sisi tunakutana na vitu vizito. Kwa mfano, Simba imewahi kukutana na walabu watatu wa Afrika, akiwe peke yake mweusi, tukatoboa na tukamtu nafasi ya kwanza. Matokeo yake klabu ya Messi ilimfukuza kocha, kwa pesa anazolipwa wachezaji wanazolipwa, kila mchezaji ana daktari. Sisi Simba Sports Club, wachezaji wote karibu 30, daktari ni mmoja. Tunakwenda kuchukua nafasi ya kwanza na tunampiga hapa nyumbani kocha alifukuzwa. Jamaa zetu hajawahi kufikia hivyo, kwamba baba wa mpira katika Afrika Mashariki nani? Hamisi Ali, Ali, Ali, anakwenda kuchukua nafasi ya pili katika kundi, Simba anachukua nafasi ya kwanza. Hii ni kujivunia. Tuna, tunajivunia matunda makubwa, ndio maana tunasema jamaa zetu wana madeni mengi sana kupitia Simba Sports Club, hawajalipa waje waji wajifunze, waji na wako baadhi ya wapenzi wao wengine wameshika madaraka makubwa kama kufikia ngazi ya urais wanasema kajifunziani kwa Simba Sports Club. Sipendi kuwataja majina lakini walifika ngazi ya urais, ngazi ya uwaziri, ngazi ya katika chama au katibu. Wanasema kajifunziani kwa Simba. Kwa hiyo Simba tuko imara sana, matoto madogo madogo yapo eh, kama kawaida, Simba ni chuo eh, ni chuo, ni chuo. Bana, tunaelekea katika mchezo wa hatua ya kwanza kabisa kunako makundi eh, ya ligi ya mabingwa barani Afrika eh, Simba hasa sasa hivi mnapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba basi mchezo huu unakuwa na matokeo chanya kwa maana ya alama tatu za kwanza kabisa zinabebwa hapa. E, kikubwa ni kuondoa dharau na kutokujiamini. Tusijiamini. Tuingie kama kwamba sisi mechi ndio finali. Tutafanya vizuri. Na hiyo ndio slogan yetu, Simba tunaingia hapa katika mechi kama kwamba ndio finali. Lakini tukiingia kwamba tunajiamini inaweza kutokea pabaya kwa sababu katika kundi hili watu wengi wanasema Simba ndio atakuwa namba moja. Simba ndio atakuwa namba moja. Kwa hiyo naamini tutafanya vizuri, Simba wasijiamini kupitiliza. Eh, wasijiamini kupitiliza. Kabisa. Haya mashindano ni makubwa, kila mtu mpaka amefikia hatua ile, basi ana uwezo mkubwa. Tuseme kwamba hakuna mtu mwenye uwezo eh, ila jamaa zetu kwa kundi lile wenyewe eh, wanajua kwamba wao ni bye bye. Ah, kabisa ukweli ni huo. Kwamba ligi ya mabingwa kuelekea robo finali amebaki si bye bye. Pamoja na fitna za Warabu lakini Warabu mpira wanapiga asikwambie, yeah, mtu, pia wanapiga, eh. Na ndio maana Warabu akipangiwaga na Simba Sports Club wanajua hapa biashara ishakwisha. Kabisa. Bwana, mimi nikushukuru sana mzee. Ndio. Mimi naitwa Kiza Kinene Masumbuka ya dunia ni kiongozi wa tawi la Simba Pila Sunami na pia ni mlezi wa klabu hii. Jina langu ni Omari Abdalla Ngayonga lakini almaarufu Kiza Kinene Masumbuko ya Dunia. Siku kija, utakuja kunioji nini, maana Kiza Kinene Masumbuko ya Dunia nitakujuza vizuri. Tumaliza, hapa tutaongea nje ya mike kwanza hiyo Kiza Kinene. E, Sawa. Au inahusiana na Simba hiyo Kiza? Hapana hapana. Mambo ya maisha tu. Ha, maisha. Eh, hey, maisha ni kiza kinene. Eh, hey, unaweza kuwa la saba ukatoboa na mwenye form 6 asitoboe. Unaweza kuwa na degree ukaenda kumkopa mtu wa darasa saba. Eh. Hey, <laughs> ni kiza kinene <laughs> Kiza hicho. Eh. Hey. Unaweza ukawa na umeme ukaenda kuomba mwanga mwenye kabisa, na wewe, angalia, una mali zako, lakini unamtafuta eh, mlinzi ambaye ni wa darasa saba eh, kwani usijilinde mwenyewe <laughs> <laughs> eh, mashumbuka dunia eh.